Orengo, Babu Owino, Edwin Sifuna, Nuru Okanga, Pike Salas au ndio watu wamesimamia ukweli. Wewe ukiangalia mambo ya jenzi, watu wangapi walikufa hii Kenya? Na baba mwenyewe, sio mimi at, unajua nikiongea hivi wanasema ati mimi nadharau baba. Baba mwenyewe alisema hakuna handshake. Mwenyewe hata akiwa hapa kwa are, hapa kwa are, no handshake. Orengo akiongea pia kuna uchungu kwa sababu Orengo anajua ni nini lifanyika pale Kondele. Watu walitumwa usiku atakatoa vijana kwa nyumba wakiua. Alafu nani huyo mwenye mase, alikuwa Masengeli ama nani mwenye alisema atrail ameenda mochari ametoa maiti ameweka kwa barabara chuani. So mimi nataka niseme, Orengo, Nuru Okanga, Babo Wino, Edu ni Sifuna, bwana, hiyo ni timu ime, imetosha kupeleka Ruto nyumbani. Sahii hatuna wasiwasi, wacha tu watu waongee. Ati Ruto anasema ati hao watu hawajajipanga, wajipange na manifesto. Yeye ako na manifesto gani? Yenye yako nayo manifesto ya barabara kutoka Kakuma, Lodwar, Isiolo, hiyo ndio manifesto. Alafu ya kupiga watoto tia gas, hiyo ni manifesto? manifesto ya kupiga watoto tia gas. Saa hii hata mtoto ukitajia mtoto, umwambie Ruto, mtoto anaanza mbio, anakimbia, anaogopa Ruto. Saa hii venye tu hajakoya alisema Wajakoya alisema awataki kubani hii inji aite wale watoto. Alafu ile kitu imenakasirisha, ati for information, Cleophas Malale kazi yake ya kwanza alikuwa mwalimu. Cleophas Malale amekuwa akisimamia hizo mambo ya drama. Ni vitu ngapi ame, ni ngapi ameandika kule Kakamega? Ye ni mtu wa drama. Ati sasa Ruto amekasirika, amechukua yule mwalimu amempeleka kule Isiolo. Hii ni serikali gani? Hii ni serikali gani? Orengo, ongea mama. Baba, ongea. Baba, Orengo, ongea. Mimi nachukiwa na watu wengi. Wanasema ati mimi nimedharau Raila, mimi hakuna mahali nimedharau Raila na lamba mchanga. Hakuna mahali nimedharau Raila. Mahali mimi nimesema siwezi support hii serikali. But baba mimi namheshimu. Mimi hata kuna kesi inanisumbua. Na Raila alisema mzuri wakati wameingia kwa serikali kesi zote za watu wake zitupwe. Mimi wamekatalia kesi yangu kwa sababu ati ni support serikali ndio watupe hiyo kesi. Wacha kiumane. Munifunge. Nikae kule ndani. Ati muni support serikali ndio mtoe kesi yangu kotini. Mimi natangaza niko na kesi inanisumbua. But nia yao wanataka nianze kusema Ruto ni mzuri, Ruto siwezi. Ruto ni mubaya na uchumi ni, ni, ni, ni imepanda. Hiyo ndio ukweli ya mambo, na Orengo ako na haki yake, so thank you very much, I rest, maliza okay. Labda sali la mwisho pale, tumeona wale local leaders walikuja na press ya juzi eh, wakasema kwamba iwapo eh, James Orengo ambayo ni gavana wa Siaya hataweza ku, eh, ku hiyo mimi ile kitu najua, hii serikali ni ya udikteta, yaani ukiongea kitu ya kusaidia Wakenya wanaleta communication. Au wajaluo au e, umesema viongozi wa wajaluo leaders wa wajaluo au wazee, pesa walipewa, endeni muongee hivi. Ni hongo. Hata baadhi ya mmoja wao alinipigia mimi sitakangi tu kuongea ni vitu zingine watu uki, ukiambiwa siri kama hii mambo yanatembea. Watu hata wa, mpaka ile siri nilifichua wakati watu wa, wanapanga waende kwa mkutano wafuruge, na tembea watu wapigwe, washike, na tembea waweke ndani. Sasa wa wamekuja tena wamebadilisha hiyo, wanataka atuwapeleke motion na ki, kuimpeach. Tunasema hivi ao luya ao wajaluo, viongozi wa wajaluo hao wazee Tumesema na tunarudia. Hawa wazee ndio wanaharibu nchi. Hawa wazee unaonaanga wanakusanya wanaku, mahali ati sisi ndio viongozi wa hapa. Hao ndio wanaharibu nchi. Wanaenda wanapewa pesa, wana, uh, ukiangalia wazee wako na pesa ya kulipa press. Hawa wazee wanatoa wapi elfu hamsini ya kulipa Citizen? Ndio Citizen iweke hiyo kitu live ipeperushe. Hiyo ni pesa walilipwa. Endeni muongee hivi ili Orengo ashtuke. Hata wamesema wanataka kukimbiza Sifuna kwa ODM, kwa sababu Sifuna naongea sauti ya Mkenya. Waje wakimbize hii chama ya ODM? Si ya watu binafsi, ni chama imeshika Kenya mzima. Mimi na, natembea ni wananiambia, wewe umekimbia ODM, wewe umekimbia ODM, ati wewe uheshimu Raila, ati utaanguka kura. Kwani sitaki kuongea mbaya, acha tusitaki kuongea mbaya. Mimi niko na naelewa chama yoyote nitaenda nayo nyumbani kusimama, nitakuwa MCA. Chama yoyote hata niende na independent, nitakuwa MCA.